Acha mi nikae tu nisubiri majina ya Uhamiaji yaje tu, nisubiri kama upepo kitakachotokea sawa tu. Acha kutiatia huruma, wewe unatia huruma nini? E, bwana, we bado kijana, mi ngoya nikupe kitu e? Kipindi hichi unasubiri majina ya Uhamiaji kwenda kwenye usaili hivi kwa nini? Ndani ya hizi siku mbili siku tatu ukajifunza hata lugha lugha nyingine, ukajifunza hata kispain kiarabu ukaelewa tu foundation maybe ukaelewa salamu anasalimianaje. Eh, au ukajifunza hata ufundi maybe ufundi bomba ukaelewa tu zile concept ndogo ndogo, au ukajifunza udereva ukaelewa gia namba moja inakaa wapi, gia namba mbili inakaa wapi. Wewe bado kijana unaweza ukajifunza vitu vingi, au ukajifunza hata basics uelewe hata ufundi magari basics ndogo ndogo inaweza ikakusaidia kwenye usaili kuliko kusubiri tu majina peke yake, bila kuadd value yoyote, unaweza ukateketea. Kwa hiyo we bado kijana, kuliko kusubiri tu majina, ndani ya hizi siku mbili siku tatu au ndani ya hii wiki, unaweza ukajifunza kitu kikakusaidia ukienda huko kwenye usaili wa idara ya Uhamiaji.